Jambo na karibu langu. Jina ni maskini msomi, na hii ni maskini msomi TV. Pauline Ochieng ni miongoni mwa tiktokers ambao wanajitafutia riziki kwenye mitandao ya kijamii haswa kwenye YouTube na murie. Pauline Ochieng amepata mtoto ambaye ni wa kiume na amemuita Raila Amolo Odinga. Sasa Pauline Ochieng anahitaji wakenya wamsaidie kumlea Raila Amolo Odinga ambaye ni mtoto wake alichifungua chuzi na kusema ya kwamba mtoto huyu huenda akawa na sifa nzuri kama za Raila Amolo Odinga kwa hivyo kwa sasa Pauline Ochieng anasema ya kwamba baba mtoto ambaye angemsaidia kumlea Raila ambaye ni mtoto wake amechifungua chuzi anasema ya kwamba amekataa na kumtoroka na kukimbia majukumu kwa sasa Pauline Ochieng amegeukia wakenya kuomba Wakenya wamsaidie kumlea Raila Amolo Odinga, ambaye ni mwanaye, ambaye amemwita jina ya la Raila, mtoto ambaye ni wa kiume alijifungua juzi. Nayo tu kwa sasa langu jina ni Maskini Msomi.